Fikiria kitabu kimoja cha ajabu, kitabu ambacho kina kurasa nyingi, lakini hakuna njia ya kurudi nyuma. Umefungua ukurasa wa leo na jana imepotea kabisa. Swali ni moja: ni kwa makini kiasi gani unasoma ukurasa huu? Maisha yetu ni kama kitabu hicho, hakuna rewind button, hakuna edit option kila siku tunayopokea ni ukurasa mpya wa hadithi yetu binafsi. Wengi huishi wakijuta yaliyopita, wakitamani wangekuwa na remote ya kurudi nyuma, lakini ukweli ni huu: jana tayari limekuwa historia. Kama kitabu kimefungwa, hutaweza kuurudia ukurasa uliopita. Ndio maana leo ni muhimu zaidi kuliko chochote. Leo ni fursa ya kuandika maneno bora Kufanya maamuzi bora na kuacha alama ambayo kesho utajivunia. Kila ukurasa wa maisha ni darasa. Wengine hutufundisha furaha, wengine hutufundisha maumivu na wengine hutufundisha subra. Kuna kurasa chungu, kuna kurasa tamu, lakini kila moja ni sehemu ya hadithi kubwa ya maisha yako. Ukipuuza ukurasa mmoja, hadithi yako inabaki na pengo. Kwa hiyo, usikimbie kurasa ngumu. Zikisomwa kwa makini ndizo zinazoleta maana zaidi. Je, umewahi kusoma kitabu bila umakini, halafu ukajikuta hujui kilichotokea? Hivyo ndivyo maisha yanavyokuwa pale unapopuuza leo. Wakati mwingine tunapoteza muda tukijilinganisha, tukijadili mambo ya watu au tukiwaza hofu za kesho. Lakini kumbuka, ukurasa unaosoma sasa ndio unaoamua hadithi ya kesho. Umakini katika maisha ni kama taa ya mwanga. Ukizingatia sasa hivi, utaona maajabu ambayo wengi wanayapuuza. Angalia tabasamu dogo la rafiki, shukrani ndogo ya mteja au pumzi yako ya leo, vyote ni mistari midogo inayojaza ukurasa wa leo. Na unaposoma kwa makini, unajua jinsi ya kuandika vizuri zaidi. Maisha yako ni kitabu chako, hakuna mwandishi mwingine. Swali ni, unataka kitabu chako kielezee nini? Unataka kiwe simulizi la kuishi kwa ujasiri au simulizi la hofu? Unataka kiwe riwaya ya mafanikio au simulizi la majuto? Kila neno unaloandika, kila kauli, kila tabia, kila uamuzi ni sehemu ya simulizi lako. Leo tafakari hivi. Ukurasa huu utakapofungwa usiku, utaacha nini? Hadithi ya mabadiliko au hadithi ya kupoteza muda? Kumbuka, hakuna kurudi nyuma. Hakuna kuandika upya jana. Lakini kina kitu cha thamani zaidi. Kila siku mpya ni ukurasa mpya. Na kila ukurasa mpya ni nafasi ya kubadili hadithi nzima. Maisha ni kitabu kisicho nacho kurudi nyuma. Soma ukurasa wako kwa makini, kwa sababu kila ukurasa unaunda hadithi ya maisha yako. Toa maoni yako kwenye comment section, unataka kitabu cha maisha yako kiwe cha aina gani?